Kwa majina naitwa Leonard Daudi Mnduli, mjumbe wa kamati ya mashindano TRFA mkoa wa Tanga, vile vile ni mratibu wa mashindano wa TFF mkoa wa Tanga. Tunashukuru uwepo wa sport pesa kuwepo na sisi hapa Tanga kwa ajili ya kutoa baadhi ya facilities za michezo ikiwa ni jezi pamoja na mipira kwa baadhi ya timu nne ambazo zimechaguliwa, na hizo timu zimechaguliwa kwa sababu alikuja mjumbe kwa ajili ya kuhitaji kukutana na baadhi ya timu e, alipokutana sisi tukamwambia tuna timu nyingi, kwa hiyo tukampeleka baadhi ya timu. Yeye akatumia e, namna ambavyo Sport Pesa wanataka e, zile kategori zao wanazotaka na vile vigezo, kwa hiyo zikapatikana timu nne ambayo timu moja ni Fair Play, timu ya Makorora Star e, timu ya Machinjioni pamoja na timu ya Kongharadi. Hizo ndo timu nne ambazo e, zilichaguliwa na huyo mjumbe ambaye leo ndo tunahitimisha katika kupewa hizo zawadi kwa ajili ya kuendesha mpira e, tunashukuru SportPesa kuwepo mahali hapa, watakuwa wamezisaidia hizo timu kwenye hatua nyingine. Vilevile tuendelee kuwaomba SportPesa kama wanaweza kuziona timu nyingine zaidi zaidi, ili kutuwezesha kufikia malengo ya kukuza mpira wetu katika mkoa na wilaya ya Tanga kwa ujumla.